Kama wewe ni baba au mama mwenye nyumba, au unaweza usiwe baba au mama, ni mtu tunaisimamia au unapangisha nyumba au vyumba, video hii ni kwa ajili yako. Nimeandaa sheet ya Excel ambayo unaweza ukatumia kwa ajili ya kumeneji kila mpangaji anayeingia, anakulipa kiasi gani cha pesa, na matumizi ya jumla kwa mwezi mpaka mwaka, na kujua kiasi gani ambacho unapata kama faida. Naitwa Joel Kadaga, mimi ni content creator kutoka Joel Media. Katika chaneli hii tuna upload video mbalimbali mbali za masuala ya graphic design, video content creation, digital marketing, pamoja na masuala ya worksheet kama hizi ambazo zinaweza kukusaidia wewe ku manage biashara au chochote kile ambacho unafanya. Na ikiwa utapenda kuipata hii sheet, kwenye maelezo ya hii video nimekuwekea link ambao unaweza ukaibonyeza moja kwa moja itakupeleka kwenye website yetu ili uweze kupachezi kwa gharama ndogo kabisa. Na pia kuna namba za simu, kama utaona unahitaji msaada zaidi, unahitaji kuwasiliana nasi, usisite kutupigia muda wowote. So nataka nikuonyeshe hii sheet namna gani ambavyo unaweza ukaitumia, na namna ilivyo rahisi kwako wewe kuweza kutengeneza kumbukumbu -kumbu vizuri ili iwe rahisi kwako kuweza kujua ni wakati gani ambapo nitakudai kodi, kwa sababu kuna watu wengine unaweza ukajikuta tunaenda kumdai kodi kodi yake ya haijaishi au mtu anapitiliza kulipa kodi kwa sababu hukumbuki taarifa zako uliandika wapi. Lakini ukiwa na hii shiti ya Excel ni rahisi mno, unaweza ukaijaza kwa kompyuta au kama una kompyuta, unaweza ukatumia hata simu yako ya mkononi. So hii ndio shiti yenyewe, shiti ya kurekodi taarifa za wapangaji na inaenda kwa kuanzia mwezi mpaka uh, miezi 12 kwa maana ya mwaka mzima. Kwa hiyo kwanza kabisa ni jina la au jina au namba ya chumba. Kwa kama vyumba vyako au uh, nyumba yako kuna namba, utaweka namba kwa kwa, kwa mfano chumba namba moja, chumba namba mbili, chumba namba tatu, ni wewe kulingana na unavyotaka. Kwa hiyo kwa, kwa mfano kama ni chumba namba moja, utasema nimpangisha nani? Utaandika jina la mpangaji ambaye yuko kwenye hicho uh, chumba then utaweka namba yake ya simu in case unahitaji kuwasiliana naye na basically, lazima mtakuwa mna mawasiliano ya mara kwa mara kwa sababu ni mteja wako anayejirudia. Then kuna kuwa kuna miezi hapo. Kwa hiyo kama amelipa Januari, Februari, utaandika hapo. Kwa mfano analipa kodi laki moja na nusu, utaandika bwana amelipa laki na nusu, amelipa laki na nusu, amelipa laki na nusu. Kwa hiyo kama amelipa miezi mitatu utakuwa umeshajua, ah, kumbe tayari nimeshachukua kodi ya miezi mitatu ambayo jumla ni shilingi laki nne na nusu. So utaendelea hapo, na akija labda mpangaji mwingine pia unaweza ukasema yeye pia kodi yake labda yeye analipa laki moja na thelathini, na huyu pengine amelipa miezi sita, kwao utaileta mpaka hapa. Una uwezo wa kuselekti tu hapa, ukavuta hivi, ikasogea mpaka kwenye hii miezi yote. Sorry naku inavuruga formula. We andika we andika thelathini hivi, we andika one thelathini, andika hapa laki moja thelathini, laki moja thelathini, e, milioni moja laki tatu. Haya, na hapa pia utaandika laki moja thelathini, kwa hiyo unakuwa umeshajua kumbe huu jumla amelipa laki saba themanini. Kwa miezi sita hesabu yake nameka sawa. Haya, kwa mfano sasa tuseme huyu amekaa miezi mitatu, lakini baada ya miezi mitatu akaondoka. Kwa unachofanya ukishuka hapa chini, utasema labda huyu Elisha Jumanne yeye amehamia kwangu mwezi wa nne, kwa alivyotoka mpangaji mmoja nikapata mpangaji mwingine. Kwa hiyo yeye utaki kuanza kujaza Januari, utakuja hapa kwenye Aprili utajaza bwana yeye, kwa sababu amejichanganya maelezo yake. Yeye atalipa laki na sitini, amelipa laki moja na sitini au unaweza ukaweka laki moja na ngapi hiyo hiyo ambayo watu wengine wanalipa hii. Kwa taii huyu labda amelipa miezi mingapi? miezi moja mbili tatu nne, miezi minne, labda yeye akalipa miezi mitano kama hiyo. so ikitokea hapo na, na, to. Ikitokea huyu pia amehama unaweza ukasema kuanzia Septemba nimepata mpangaji mwingine labda Joel kahamia kwao, unaandika hapo Joel. kadaga Oh, sorry, chumba namba, kwa hapo inabidi uje uandike chumba namba. Nimesha chumba namba tatu. Sasa chumba namba tatu, haya, kwa utakuja kusema yeye Joel yeye ameingia kuanzia Septemba. Kwa hapo utaandika huyu amelipa laki na sitini, kodi zimepanda laki na sitini. Yeye mpaka anamaliza mwezi wa kumi na mbili inakuwa laki moja na sitini kama hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku utakuja kujua kwamba ah kumbe uh, huyu alinipa laki nne na nusu laki saba themanini, kwa hiyo jumla nimetengeneza milioni mbili laki mbili kwa vyumba vitatu ambavyo ninavyo kwa mwaka. Na ikiwa kuna matumizi yoyote, mtu ametoka, umerudia rangi si umefanya nini, unakuja na rekodi matumizi. Kwa hiyo unaweza kusema matumizi nilotumia labda ni jumla laki saba. Kwa hiyo unajikuta kumbe, nimetengeneza faida ya milioni moja na laki nane kwenye hivi vyumba. Sasa ukishamaliza mwaka, unachofanya unaweza kuja hii shiti ukaiduplicate, ikawa shiti ya pili hii ukaiduplicate kama hivi, ukaitengeneza shiti ya pili ambayo sasa ile shiti ya pili ina maisha ni mwaka mwingine. Kwa hiyo hii unaweza ukasema shiti ya ma, uh, ya kurekodi taarifa za wapangaji 2025 ya pili inakuwa elfu mbili na ishirini na na sita. Kwao hawa wakiwa wanaendelea, unakuja tena na waandika kwenye mwaka unaofuata, ili ku make sure ratiba au taarifa zako zinakaa vizuri. Kwa hiyo inakuwa inakurahisishia kwa ina, kwa ina, mno ku manage na kujua wapangaji wako wanalipa kiasi gani na wewe unapata kiasi gani. Na uzuri zaidi hii ni kwamba unaweza kwa link na Google Sheet ukaweza kui access hata kwa simu yako ya mkononi. Kwao wakati mwingine ukiwa popote pale, una uwezo wa kuangalia na kujua huyu mpangaji amefikia hapa, tunadaiana hivi na inatakiwa aondoke siku gani. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hii shiti. So kama nilivyosema, ikiwa utapenda kupata hii shiti, kwenye description hapo kuna namba za simu au kuna link ambayo unaweza kubonyeza. Maybe ukipenda kupurchase mwenyewe, unaenda kwenye website utaweka namba ya simu ambayo unataka kutumia kulipia, utalipia na kupata hii shiti. Lakini ukipenda kuwasiliana kuwasiliana nasi nasi, unaweza kwa kwa namba au kwa link iliyoko hapo kwenye description, ili tuweze kukusaidia kwa karibu zaidi jina langu ni Joel Kadaga, lakini share video hii kwa mtu yoyote ambaye yeye unaamini kabisa inaweza kumsaidia, kwa mpangaji au kwa mpangishaji yoyote, mama au baba mwenye nyumba au kijana au mtu yoyote ambaye anamiliki nyumba flame, au aina yoyote ile ya biashara ambayo inahusisha malipo ya kila mwezi ambayo yanahitajiwa kufanyiwa rekodi kama hizi. So acha maoni katika sehemu ya comment ikiwa kuna aina yoyote ya shiti ambao natamani tuitengeneze kwa ajili yako ili tuweze kuileta kwenye hii chaneli ya YouTube. Sina la ziada, tukutane tena katika video nyingine.